Viongozi wa Afrika wameongeza msukumo wa kutaka unyanyasaji wa enzi za ukoloni utambulike kisheria, uhesabiwe kama uhalifu na kufidiwa. Aljeria inasisitiza haja ya kuwepo kwa mfumo wa kisheria utakaowalazimisha waliokuwa wakoloni kuwajibika na kutoa fidia kama haki, si hisani. Walisisitiza kuwa mataifa ya Ulaya lazima yakabiliane na ukweli wa kihistoria, hasa baada ya Aljeria kuteseka kwa zaidi ya miaka mia thelathini chini ya Ufaransa na kupoteza hadi watu milioni ta wakati wa vita vya ukombozi. Utumwa tayari unatambulika kama uhalifu dhidi ya binadamu chini ya Azimio la Durban, lakini ukoloni bado haujatambuliwa pengo ambalo Umoja wa Afrika unataka kukomesha. Pia kuhusu uamuzi wa mahakama ya Rufaa ya Brussels uliotamka kuwa utekaji wa watoto wenye mchanganyiko wa damu wakati wa ukoloni wa Ubelgiji ni uhalifu dhidi ya binadamu. Taasisi za kimataifa kama kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi sasa zinatambua wajibu wa mataifa kutoa fidia, si tu kwa utumwa bali pia kwa madhara ya ukoloni na athari zake zinazoendelea. Nicolas Nomad, balozi wa zamani wa Ufaransa nchini Mali, Senegal na Kongo, amekiri kuwa ukoloni ulihusisha ukatili, ubaguzi na kudhalilisha, lakini amesema suala hili ni la kimaadili na kisiasa zaidi kuliko kifedha. Kwa mtazamo wake, ukoloni pia ulileta miundo mbinu na uwekezaji, jambo linalofanya tathmini na ya gharama za kiuchumi kuwa tata. Baadhi ya hatua zilizochukuliwa, Uingereza imelipa fidia kwa Wakenya walioteswa na Ujerumani imekubali malipo kwa Namibia kwa mauaji ya kihistoria. Hata hivyo, bara lote bado linabeba athari za kiuchumi na kijamii zilizoachwa na ukoloni. Wataalamu wanajadili suala hilo wanasema changamoto kuu ni ukosefu wa utayari wa mataifa ya zamani ya kikoloni kukiri makosa. Wametaja pia ya kuwa ingawa utumwa unatambuliwa kama uhalifu dhidi ya binadamu, ukoloni wenyewe bado haujatambuliwa hivyo, jambo linaloendelea kuzua mjadala katika Umoja wa Afrika. Hii ni ripoti ya Media Express, habari fupi mahiri kwa Afrika na no, mimi ni Hasan Magulumali.